Warembo wangu, nimewamisi sana yaani nimefurahi sana, sana, kwamba leo utakuwa pamoja. Nitawafundisha jinsi ya kutunza nywele zako siku ya wash day, siku ambayo sio unaziosha tu na shampoo, lakini unaziosha unazifanyia deep conditioning fanyia conditioning na unazi moisturize, na nitawaambia vyote hivyo vina maana gani. Kama unavyoona nywele zangu hapo zimejifunga haswa, nimetoka kufumua rasta na nywele zilikuwa zinaasiwa, yani hali sio nzuri hapo. Naonyesha vibanio ambavyo nimevinua kutoka kwa shosti yangu, anaitwa Rukia, anauza hivyo vibanio scrunchies, elfu tatu kimoja, anaviuza Instagram na napenda kununua hivyo vibanio kwa sababu vinateleza na nywele natural inatakiwa iguswe na material ambayo haitanyonya ule unyevu, taingia kwenye hizo mada baadaye kidogo kwenye video. Lakini hapa najaribu kuonyesha kwamba nywele zangu zimejifunga. Sasa nywele zangu zikijifunga hivi, siingizi chanuo moja kwa moja nikaanza kupambana nazo, hapana. Kwa sababu nikifanya hivyo, nikizichana na nikalazimisha hayo mafundo yaondoke, nitakata nywele. Sasa nywele nikikata, mimi nataka nywele zangu ziwe ndefu, ziwe na afya ili nywele zangu ziwe na afya na ziwe ndefu, inabidi nizitunze zisikatike, maana nywele waga zinaota, lakini waga hatuoni matokeo kwa sababu zinakatika. kwa naanza kwa kuzigawa kwenye mafundo matatu, alafu nitaanza kupambana na fundo moja baada ya lingine. hii ndo hatua yangu ya kwanza. Ninatumia hii olive oil conditioners product ambayo inatumika kuondoa hayo mafundo. Inaitwa ditangla, yani ni product inatengenezwa kabisa kuondoa hayo mafundo, lakini nilikuwa nimefulia na mi kufulia hakunistopishi mimi kufanya mambo yangu, kao mi nikanunua hiyo conditioner yangu ambayo nimenunua elfu tano kwa duka hapo la urembo, na hiyo ndo nitakaitumia leo kuondoa hayo mafundo, product ya kwanza ambayo nitatumia Alafu nitatumia pia haya maji. Kama hauna hichi kichupa cha kuspray, unaweza hata ukaweka kopo maji, alafu unadumbukiza, una vidole, unachambua chambua, maisha yanaenda. Yani, sio lazima ununue hivi vitu vyote. Yani kama huu hautafanya kitu kwa sababu unaona huna hela ya kununua kitu kama hichi, basi tu umeamua usifanye hicho kitu lakini hauna kisingizio. Kama unataka kufanya kitu unakifanya. Hivyo ni vile vibanio ambavyo nimekuambia vya shosti yangu naitwa Rukia, nitaweka peji yake hapo, na pia nalitumia haya machanuo mawili. Sasa sio lazima uwe na hili chanuo ambalo lina meno mengi, hiyo nilinua tu kwa sababu nilikuwa nina hela na inauzaga mara nyingi ninanona supermarket sijui elfu kumi na mbili, lakini sio lazima kunua, lazima ni hili hapa kwa sababu nywele zako ni natural inahitaji tena ambacho kina meno makubwa. Kama unaweza kununua hichi hicho hapo <laughs> kama unaweza kununua hichi nunua, itakusaidia sana, nalipenda sana ile chanu. Haya, sasa, kama nilivyoonyesha, baada ya kugawa mapande matatu, naanza sasa kumwagia maji kidogo, kama ukimwagia maji kwenye maua, na mwagia maji kidogo, ili nywele zianze kuwa na unyevu, na nywele zikiwa na unyevu ndo unaweza kuzihudumia. Baada ya kuweka maji kidogo, ninaweka na ile conditioner ambayo nimeonyesha. Sasa ile conditioner kazi yake sana, sana sana ni kuimarisha nywele na mara nyingi watu hawaitumii kuchambua nywele na kuondoa hayo mafundo, lakini unaweza ukafanya hivyo. Ningekuwa na ile product yenyewe ambayo watu waga kabisa wanaitengeneza nitaweka hapo kwenye screen, ningekuwa ninge ku, kwa nayo ningetumia, lakini sidhani kama ni kitu ambacho unatakiwa kikuzuio wewe kutunza nywele zako. Kwaho mimi kwa sababu ninayo hii nitaitumia tu. Kwao sasa ninaipaka kwenye nywele afu naanza kuchambua sasa nywele taratibu, naanza kwanza kwenye mikia huku juu afu nakuja chini mdogo mdogo. Zamani nilikuwa sifanya hivi na ninapoteza nywele nyingi sana, yaani unakuta ni by the time namaliza nywele zishakatika za kutosha. Kwao nikifanya hivi, angalau hata nywele zinazokatika ni chache mno. Naweza kukuta hizo nywele ambazo tayari zilikatika labda wakati ambapo nasukwa na kadhalika. Kwao nikifanya hii hatua yani kwanza inakuwa hata rahisi, ukiingia kwenda kuosha nywele haukutani na mafundo ambayo inabidi sasa ujilazimishe Nashauri mkiwa mnataka kwenda kuosha nywele. Kisha nywele haijajifunga na ningeamua kupitisha tu chanuo hapo kwanza, ningejiumiza bure, alafu nywele zingekatika. Sasa mimi ninachokipenda ili chanuo ni kwamba hivyo vimeno vidogo hivyo vinapita kwenye kila kona ya nywele, yani inapita, alafu inaifungua hivi sasa. Na nywele ikishakuwa ina unyevu na ina hiyo conditioner, yani inateleza, kwa hiyo yani inakuwa rahisi kuondoa hayo mafundo, nywele inakuwa ni laini. Haya, sasa nitaendelea kufanya hivyo na nitaelezea kidogo. Mnaweza mkawa mnashangaa kwamba video zilizopita naelezea namna ya kutunza nywele za dawa, lakini mimi nina nywele natural. Ni kwa sababu nilikuwa na nywele za dawa, nilikuwa na nywele za dawa kwa muda mrefu, lakini nikaamua niende natural kwa sababu ya changamoto nilizokuwa nazipitia. Lakini sasa hivi ukiniambia mfano, nikiamua kurudi kwenye kuweka dawa naweza nikarudi, hamna shida ya kuweka dawa, lakini nitajiweka dawa mwenyewe na ninajua ninaweza. Yaani hamna kitu ambacho siwezi na hamna kitu ambacho wewe huwezi. Hivi vitu vyote unaweza ukajifunza na ukavielewa na ukavifanya wewe mwenyewe, na kwa sababu ni gharama. Unajua ni gharama kutunza nywele natural, na mara nyingi ma, wataalamu ambao wanaweza wakazitunza nywele zako kama hatuchani nywele, mi napenda sana ile sana, lakini ina bei. Na ukiwa una machangamoto yako una, unaona uzito kidogo ukwenda kutumia elfu ishirini na nne au elfu thelathini au elfu arobaini pale, hata kama kweli nywele zako yani utat, utafanyiwa mambo yote yani utajisikia raha la, lakini saa ingine unakuwa umefulia na hauwezi kufanya hivi ukatumia hela kwa mi, ninachofanya najifanyia tu mwenyewe nyumbani. Nikipata riziki kidogo, ninanunua vitu mdogo mdogo, vitu ambavyo naweza nikavitumia mi mwenyewe nyumbani na nikafanikisha lile lile lengo. Wewe pia unaweza ukafanya hivi vitu vyote nyumbani. Nikiwa siko vizuri mfukoni, najitahidi nywele zangu zisipate athari kwa kusubiria labda mpaka nipate hela ndo ninunue product hii, mara ninunue kifaa hiki. Mfano mzuri ni kama hauna ile chupa ya kuspray unaweza ukatumia kopo ukachovya na vidole ukachambua chambua, chambua nywele kama huna hela kunua steaming. Ukiachana hata na steaming ambayo inajulikana sana ya mayai, unaweza ukatumia mafuta ya nazi kufanya steaming, unaweza ukatumia mafuta ya mzeituni kufanya steaming, unaweza ukatumia asali, mtindi, aloe vera gel. Kuna vitu, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavitumia, na kutokuwa na hela isiwe ndo sababu ya kuachia tu nywele hazina hali nzuri, kwa sababu utakuja kupata hela alafu ukija kupata hela nywele zako yani sasa ndio zishakuwa na hali mbaya inabidi tu uendelee kuzifunika kwa kuzisuka au na kadhalika. Yani unakuwa hauenjoi nywele zako, ukizitunza hata kama umefulia kiasi gani. Wewe uzitunze nywele zako hivyo hivyo mdogo mdogo tu, matokeo utayaona, na inabidi kweli uwe na uvumilivu, kwa sababu hatujajifunza jinsi ya kutunza nywele zetu za nacho, yani tangia unavyokuwa mdogo ha, ile elimu yani, sisi tumeletewa dawa tuzipake ili ziwe zimenyooka, lakini ile kujifunza namna ya kuzitunza hatufundishwi na sio kwamba haiwezekani, inawezekana kukuza nywele nywele, yani inawezekana. Kuna video niliona wanawake wa Ghana huko wana nywele hadi miguuni na wanafanya vitu ambavyo sisi wenyewe tunaweza tukafanya. Unaona, hata hatujui jinsi ya kujisuka hata minyoosho, yani ni vitu ambavyo inabidi tujue ili tu, tujihudumie sisi wenyewe nywele zetu zikue. Maana ukitegemea kila siku uende kwa hawa wataalam watakula hela zako, na kama ndo hivyo hela zenyewe ngumu sahivi kupata, kwa bora tu uweze kujifunza we mwenyewe. Tukirudi huku kwenye video, mimi kama unavyoona, nishamaliza hapo kuondoa haya mafundo kwenye nywele na ilinichukua kama dakika thelathini kama sijakosea, na kitu ambacho kilikuwa pia kinanisaidia niweze kwenda wakati narekodi hii, nilikuwa ninaangalia pia movie hapo. Kwa weka kipindi chako, angalia, muda utaenda haraka sana. Baada ya kumaliza kuzichambua na kuziondoa haya mafundo Hatua inayofuata sasa ni kuosha hizi nywele. Hapo naonyesha kiasi cha nywele zilizokatika na kiukweli, hizo ni chache sana n yani ningeamua nipitishe chanuo nizichane, mambo yangekuwa mengi zaidi, yani nywele zingekuwa zimekatika nyingi zaidi. Kwenye shampoo nitatumia hii shampoo inaitwa Yako, nilinua kwenye duka tu la urembo. Nilienda kuwauliza mna shampoo za aina gani tena, zenye bei ya chini kidogo, kwa sababu nilipanga. Yani hilo duka nililonua Yako ndo nilinua hata hii conditioner ambayo nimechambulia nywele na naona ni, ni shampoo ya kawaida ambayo ninapenda kutumia ni hii hapa na, na naiweka kwenye screen lakini nilikuwa sina hiyo. Alafu nikishaosha nywele nitatumia hii steaming hair mayonnaise lotion, najua hii inajulikana sana. Yaani hii nahisi maduka mengi ya urembo yanayo. Na sikumbuki ilikuwa shilingi ngapi lakini sidhani kama ilivuka elfu sita. Nahisi elfu tano elfu sita hapo au hata ya elfu tano elfu sita na mi naipenda sana istim, yaani nikipaka istim ninaona kabisa nywele zangu zinakuwa na nguvu. Sasa hapa ngoja niweke pause kidogo kwenye video niwaeleze vitu gani ambavyo vimenifanya nichague hizi product. Cha kwanza Um, unaona mfano kama ukiwa unaosha nywele siku ya kuosha nywele, yaani nimeshaorodhesha siku yangu ya kuosha nywele, nitaanza kwa kuzichambua nywele na bidhaa product yoyote ambayo ina utelezi, nitaosha nywele, nitafanya steaming. Sasa nikaanza sasa kuchambua, mfano nikitaka kuosha nywele, shampu sio ya muhimu sana, ni kwenye orodha ya vitu vyangu, lakini vitu vya muhimu ni steaming na ile conditioner. Sasa nikaangalia mimi nywele zangu zinahitaji nini. Mimi nywele zangu zinanyonya unyevu haraka sana, yaani nikiziweka maji maji yanakauka, yaani zinakunywa maji kama kama nini sijui. Kwa hiyo nilitaka kitu ambacho kwanza kinaniongezea unyevu kwenye nywele, ndio ile olive oil conditioner ambayo nimeitumia kuchambua nywele. Na kitu cha pili ambacho nataka kitokee kwenye nywele zangu, nataka ziwe na nguvu zaidi. Kwa hiyo natafuta kitu ambacho kitakuwa chakula kwenye nywele yangu. Sasa ni, nilimwambia yule mtu wa pale anayeuza bidhaa nimwambia naomba uniletee steaming zote kwa sababu mara nyingi mtu anayeuza bidhaa sio mtaalamu wa mambo ya nywele, sa nyingine ndo hivo lugha changamoto hapo. Yaani anaweza akakwambia hii ni nzuri, lakini ni kwa sababu tu watu wengi wanainunua, lakini sa nyingine sio. Yaani mtu kun, watu kununua kitu sana haimaanishi hicho kitu ni kizuri. Sasa mi nikaziangalia zote, nikaangalia maneno ambayo nayatafuta, nikatafuta maneno kama strengthening, nikatafuta maneno kama treatment weak damage hair. Nywele zangu hazijaharibika, lakini hiyo nifaa nywele zangu ni, nataka nywele zangu ziwe na nguvu, kwa hiyo nikaichukua hiyo. Sasa kama unavyoona, mi nilivyofanya nilienda pale na malengo yani ni, kabla hata sijaenda dukani, ninajua kitu ambacho naenda kufuata, ninajua kwanza nywele zangu zinahitaji nini, alafu naenda kununua hicho kitu nachotaka kununua, si kununua vitu vya kumoisturize, nitawaelezea hivyo baadaye. Hapa nilienda tu kununua steaming na shampoo. sasa nataka niwape mchongo. Mara nyingi kama nilivyosema um, watu wanaouza dukani sio wataalamu wa nywele lakini hiyo changamoto isije ika kufanya wewe ushindwe kupata bidhaa ambayo itakusaidia wewe kunyenyea. Kwa sasa huu ndo mchongo wenyewe, wewe nenda dukani waambie naomba naomba bidhaa zenu za steaming, maana watajua nani mafuta ya steaming yatakuwa yapi, ndio yaangalie, yapige picha afu nenda nyumbani. Sawa, ukitulia nyumbani, maana sasa hili zoezi tabidi ufanye nyumbani kwa sababu ukifanya pale yani unaweza ukawa yani makelele na kadhalika. Kwa hiyo wewe rudi nyumbani, zile bidhaa ulizozipiga picha zipige vizuri yani maneno yaonekane, maneno ya ile product alafu ingia chat GPT. Sasa chat GPT ni nini? Chat GPT ni kama rafiki yako wa mtandaoni, au tuseme ni kama mwalimu wa mtandaoni, yani kama unavyotumia Google kutafuta labda viatu bei nafuu Tanzania. Mfano ukiingia Google au ukiwa unauliza swali lolote Google, chat GPT sasa. Google wesi itakuletea matokeo yaliyoandaliwa na watu wengine. Sasa chat GPT badala ya kuletea tu we vitu ubonyeze bonyeze, ye anakuletea mchanganuo wote, yani anakujibu maswali yako kwa. Chat GPT ni programu ambayo unaweza ukaandika maswali yako kwa maneno ya kawaida kabisa unaweza kuongea naye kwa Kiswahili na atakujibu kwa lugha unayoelewa. Kwa hiyo chagua Kiingereza, Kiswahili, Kifaransa, wewe ni wewe tu, wewe na dunia yako. Inaweza kukusaidia kutafuta taarifa, kueleza vitu kwa urahisi, kutoa ushauri au hata kutoa mawazo mapya. Mfano, ukiandika majina ya bidhaa za nywele, unaweza kuuliza ni ipi kati ya hizi bidhaa ni bora kwa nywele zangu za asili sawa. Ukiwa hujui jinsi ya kutumia kitu, unaweza kuuliza nitazitumiaje hizi? Au ukiwa huna uhakika kuhusu za kati ya vitu viwili unaweza ukauliza kipi kati ya hii kinafaa zaidi kwa. Kwa ufupi, ChatGPT ni kama msaidizi wa kidijitali anayejua mambo mengi sana na yuko tayari kujibu maswali yako mara moja kao. Sasa unaona jinsi gani hata kama um, hata kama hauelewi maneno yaliyoandikwa kwenye hii product. Wewe iandike kama ilivyo kwa ChatGPT, mwambie nina orodha ya bidhaa moja mbili tatu, na uandike kwa upana yani uandike hata uandike ile jina la kampuni, maana yeye ataenda kutafuta ile jina la kampuni na kupata taarifa zaidi jua ya hiyo bidhaa. O, unaandika kabisa ninayo hii roshun, hair mayonnaise, week treatment hair damage moja mbili tatu, na ninayo, ninayo hii sijui ni nini, na uandike kila kitu, alafu umwambie ipi kati ya hizi tanisaidia nywele zangu zikuwe, na unaweza ukamwambia labda nywele zangu mimi ni nachoro, lakini waga sio nachoro ngumu, ni nachoro laini na nywele zangu waga nikizieka maji zinachukua muda kukauka, mfano yaani. Anyway, hivyo ni vitu pia ambavyo ambavyo tujifunze kwenye darasa lingine, namna ya kujua wewe una nywele za aina gani za natural. Maana unaweza ukawa na natural, lakini sio kila natural iko sawa. Mfano kama mimi nywele zangu kwenye hii video zinaonekana zime sijui, zimenyooka, lakini kawaida utaona nikimaliza kuziosha zimeshadidimia hiyo ni dry, kwa sababu kabla ya kusukwa nilifanyiwa blow dry, ko nywele zikawa zimenyooka. Hiyo nayo ni ni topic ya siku nyingine, ku blow dry nywele, jinsi ya ku blow dry nywele kiusalama, ili nywele zako zisiungue na zisikatike, kwa sababu ile unavyovutwa hivi. Yani mi ndo maana nakushauri tu ujifunze kufanya vitu vyako mwenyewe nyumbani. Itachu, itachukua muda, lakini pia unabidi uangalie po muda au nywele zako sasa. Basi huo ndo mchongo wa kutumia ChatGPT na ChatGPT so lazima tu mtumie kwenye masuala ya nywele, lakini kujifunza kitu chochote kile. Yani hii teknolojia isikupite yani wewe jifunze kila ambacho unataka kujifunza, kwa sababu kwenye dunia sasa hivi usipokuwa na elimu ya aina yoyote, yani inabidi uwe na elimu ya zaidi u... Ya ulio ulionayo sasa hivi yaani yani wewe usahivi sawa, una elimu hata kama ni, ni ndogo kiasi gani, bado unahitaji elimu juu ya, na wenzetu huko nje wametengeneza vifaa ambavyo vitatusaidia hata sisi ambao tuko kwenye nchi hizi zetu hizi tusonge mbele na tusidanganywe na tusipate hasara ambazo tungeweza ku, tungeweza kuzikwepa. Basi hilo ndo somo langu la leo, hiyo ni bonus maana, <laughs> tumetoka kwenye kujali nywele natural, tumeenda kwenye Technology. Kwa hiyo mimi nilinunua ni hii hair mayonnaise inayosema kabisa treatment for weak damaged hair. Lengo langu ni nywele zangu zipate lishe, zipate protein ili zikue, ziwe na nguvu zaidi. Kifaa kingine ambacho nilitumia ni shower cap ambayo nilinunua tu buku hii kwa ajili ya steaming kwa sababu nafanya steaming nyumbani na sina lile stima la kukaa kama saluni. Hii shawacap inatosha tu, inatosha kuipa nywele yangu joto kwa dakika ambazo zinahitajika, na nitakuwa tu imefanya kazi. Kitu kingine ninachotumia ni hichi kikofia ambazo vinauzwa viwili na hisi sijui elfu moja kama sichakosea, lengo lake ni kuvaa juu ya shower cap ili iipe joto hapo apo. Sicuhata nitaka ni kuweka hicho cheusi juu ya shower cap, lakini lengo lake ni kuipa joto. Hatimaye tumeosha nywele zetu, conditioner yote ambayo tuliipaka mwanzoni imetoka. Nywele zetu sasa ni safi, ngozi ni safi na tunaenda kwenye hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni deep conditioning au kwa neno ambalo limezoeleka ni steaming. Deep conditioning ni nini? Deep conditioning ni kutunza nywele kwa kutumia mafuta au dawa maalum inayopenya ndani ya nywele ili kuzipa unyevu, nguvu na kuzilainisha. Kama mwanzoni nilivyokuwa natoa yale mafundo kwenye nywele ili nikienda kuziosha zisikatike, hapa pia ninagawa nywele kwenye vipande tofauti, ili nipake steaming kwenye kila butu na kisha inaingia kwenye kila nywele nachota kiasi alafu naanza kuipaka kwenye kila nywele sasa, kila butu, kila fundu, taratibu taratibu, nahakikisha kwamba inaingia kuanzia kwenye ncha hadi kwenye mzizi, na ninagawa pia katikati, ili nihakikisha kwamba kila sehemu inapata steaming. Nisiache ime, sehemu imejaa steaming nyingi, alafu zingine hazina nyingine, itakuwa haileti matokeo ambayo ya ukifanya hii. Ukifanya hizi hatua zote ni mazoezi mazuri sana ya mikono, maana baada ya <laughs> mikono inaomba po lakini sio kitu ambacho itakusumbua siku nzima. Yani ukishamaliza, ndio basi. Kama unaenjoy hii video na unajifu, umejifunza chochote yani, mpaka hapa ulipofika umejifunza chochote, naomba ucomment kitu ambacho umejifunza, gani ya video umeipenda uh, vitu gani ambavyo ungependa niviongelee kwenye video gani ambavyo ungependa nivitengenezee video yake namba mbili, comment kwa sababu uki comment hii video ina, ina, yaani YouTube inaelewa kwamba okay, hii video nzuri, halafu inaenda kuwaonyesha watu wengine ili waiangalie. Napumzika. <laughs> <Nikwana> Kwanza mikono ilikuwa inapoa, na wakati napaka hii steaming, pia najitahidi kuchambua nywele na hiyo steaming na inaondoa mafundo mafundo ambayo yameanza kujifunga ili nikienda kuosha pia nipunguze nywele ambazo zitakatika wakati wa kuosha. Nimemaliza hapo butu langu la kwanza, alafu naendelea na la pili, alafu nitakuja la tatu na la nne. Baada ya kupaka steaming, navaa shower cap yangu ili nywele zipate joto, na lile joto litafungua vitundu ambavyo viko kwenye nywele ili dawa iingie na iimarishe nywele yangu. Naongeza na hicho na kikofia cheusi na wewe pia unaweza ukaongeza hata kuvaa kilemba mtandio wewe funga funga hapo taulo kuongeza joto ambalo litasaidia dawa iingie vizuri zaidi. Baada ya kuvaa shawa kipi yangu na kikofia na kaa kwa dakika kumi tu ndio nitaenda kuosha nywele kwa sababu steaming kwenye kopo iliandika usizidishe dakika kumi. Sasa warembo wangu, Samani sana kwa kuwakatisha, nimeona niivunje hii video ziwe part mbili, kwa sababu nikifanya iwe video moja itakuwa ndefu sana na inaweza kapa watu uvivu kubonyeza video na kuiangalia. Kwa hiyo kwa mwendelezo wa hii video nitatoa part 2 ambayo itaonyesha kuanzia nivoosha steaming hadi moisturizing na kufanya protective styles, zote hizo zimeelezewa kwenye hiyo video. Kwa hiyo naomba mkaangalie ile video pia, alafu mtoe maoni yenu, ulizeni maswali yenu, lakini pia msisahau ku like Kucomment na kusubscribe na kushare hii video kwa sababu mkishare tu YouTube anaelewa kwamba hii video inapendwa na itaonyeshwa kwa watu wengi zaidi. Nawapenda sana wawingo wangu. Tutaonana kwenye part 2.